waefeso sura ya sita aya ya nne biblia inasema nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu bali waleeni katika adabu na maonyo ya bwana kuna uchokozi unaweza kuuleta kwa watoto wako ukawaharibu kabisa watoto wako kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia uh, ya kwamba usilete uchokozi kwao bali walee katika adabu na katika maonyo ya bwana Uh, Paulo anaposema hivi ana maana ya kwamba maisha ya watoto yanajengwa na wazazi kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe kama mzazi ambaye unalea watoto ukajua ya kwamba hupaswi kuwachokoza watoto. Kuwachokoza watoto ni kufanya vitu ambavyo ni vibaya na wao wanaona. Alafu vitawaaminisha kwamba ndiyo aina ya maisha wanayotakiwa kuishi. Sasa ni muhimu uishi maisha sawa na vile Mungu anavyotaka uishi, ili wajue kwamba huu ndio uhalisia wa maisha, wajue maisha ndio yanapaswa kuwa hivi. Chunga sana namna unavyoishi kwa watoto wako. Hakikisha ni kwa adabu, hakikisha ni kwa maonyo ya Bwana, ili wajue kwamba maisha yanajengwa na adabu, yanajengwa na maonyo ya Bwana, yaani sheria za Mungu. Ndivyo ambavyo watoto wako watastawi, watakuwa, watamea Mungu ataachilia neema na baraka katika maisha yao. Natuombe. Bwana Yesu, ninakutukuza na kushukuru. Tunaomba neema yako e Bwana, utufunike, utusaidie mahali popote, tusiwachokoze watoto wetu, bali tuwalee katika adabu na maonyo ya Bwana. Msaidie mtumishi wako huyu ambaye tunaomba naye saa hii, neema ya kwako iwe juu yake, fadhili zako ziwe juu yake, ukamsaidie e Bwana, ukamfadhili kwa uwezo wako na nguvu ya kwako, ili awalee watoto wake katika adabu Walee watoto wake katika maonyo ya Bwana, na neema yako Bwana isipungue katika uzao wake, katika familia yake, kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, amen. Asante sana kwa kufuatana nasi. Mungu akubariki sana.